Mama aka katangulia kukimbia kuwahi kuja huku. Mimi natoka nyuma nakuta tayari yule mtoto ameshamtoa mle shimoni wameshamkimbiza hospitali. Maeneo kwenye nguzo hapo. Akachukua yebu akakimbia, akapitia hapo. Jamani, wewe jamani, huyu sasa. Mimi nikaingia kutoka pale hivyo, kimbia kutoka pale nikamfuatilia, kuna nini? Na yule maebo ma, anasema amna ametokea kunikuta shimoni, basi kidogo kimbia kama watu watatu hivi. Sasa nilipokuja Nachungulia kwa mbali hivi, kulikuwa ni shimo, ameacha nafasi, nikaona hiki na mkono. Hata yule mtumio ambaye amefanya hicho kitendo, ndio simfahamu. Kwa hiyo mimi sifahamu zaidi, zaidi ni kwamba ndicho hicho kitu nilichokiona. Tulikutana na mtu anayeishi naye huko kwa huko, akasema huyu huko ni wapi, Kurumuli, Kurumuli, akasema kwamba akili zake haziko Sawa so. hojiano ya awali inaonekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya akili lakini huyu mtu wa raia wema aliweza kumshambulia akapelekwa eh, hospitalini na mwenyewe baadaye aliweza kufariki